Wakazi wa vijiji vya Kidenge na Makoleko wilayani Mpwapwa wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya pamoja na shule baada ya serikali kukamilisha miradi ya zahanati ya Makoleko pamoja na shule ya sekondari Simba Chawene. Wakazi wameeleza hayo katika mbio za mwenge zilizopita wilayani humo na kuzindua miradi hiyo ili ianze kutoa huduma kwa wananchi. Mwenzetu Ahmadali alihudhuria. Msoto wa kuisaka huduma ya afya kwa wakazi wa kijiji hiki cha Makoleko ni jambo lililowatatiza kwa kipindi kirefu. Changamoto ambayo kwamba ilikuwepo ni kwamba huduma ya zahanati ilikuwa kutoka hapa mpaka Makose. Wakati huo, namna ya kutoka hapa paka kufika Makose ilikuwa ni changamoto, usafiri, barabara ilikuwa mbaya, kwa hiyo usafiri wetu mkuu ilikuwa ni pikipiki. Umeona, kwa hiyo kidogo imetutia yani imetuletea ime ugumu kwa muda mrefu sana. Faraja ndani ya nyoyo zao imeanza kuonekana baada ya kujengwa kwa zahanati iliyopata wasaa wa kuzinduliwa na mbio za mwenge za mwaka 2025. Lakini ndugu wananchi, mimi na mambo matatu nataka niwaambie. Jambo la kwanza, leo hii tumepata zahanati hii yenye ubora, kwa kweli itaenda kutusaidia kupata huduma za afya katika kijiji chetu lakini pia ni maombe sana ndugu wananchi wa Makoleko, hakikisheni zahanati hii mnaitunza na mnailinda na mnaisamini. Na hapa katika kijiji cha Kidenge, mradi wa shule ya sekondari nao umeangaza maisha ya wakazi wa hapa. Mimi pamoja na vijana wenzangu kwa kweli tumeridhishwa na mradi wa shule hii ya sekondari ya Simbachawene na sasa tupo tayari kuizindua shule hii ili wanafunzi wetu wapate huduma ili waweze kusoma kwa amani. Kiukweli kipindi sisi tulivyokuwa tunasoma hapa, kiukweli tulikuwa tunateseka sana. Kwanza tuanze tu sekondari, kidato cha kwanza hapa tulikuwa tunasoma Kibakwe. Kwa hiyo kulikuwa na kilomita ndefu sana kutoka hapa mpaka Kibakwe, inakuwa na riski sana sana kwa watoto wa kike. Wengi walikuwa hawamalizi shule, wanapata uzi, uzito, vishawishi vingi njiani. Mtu anaona kila siku ni anatembea kwa miguu, anajipatia hata bodaboda kwa hiyo itawarahisishia watoto wa kike wengi kutimiza ndoto zao. Mbio za mwenge ya kitaifa mwaka huu 2025 zimebebwa na kauli mbiu isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025, kwa amani na utulivu. Ahmad Ali Azam News Mpwapwa, Dodoma.